Karibu tena sasa. Leo tunaingia kwenye chanzo kimoja tu, lakini chanzo chenye uzito mkubwa kweli, uzito wa maktaba nzima kabisa. Tuko na kumbukumbu -kumbu za Ali Muhsin Barwani, Conflicts in Harmony in Zanzibar. Lengo letu hapa ni kukupa wewe msikilizaji uchambuzi wa kina, maisha ya mtu huyu. Yani historia yake ni historia ya Zanzibar yenyewe, ni kama vioo viwili vinavyotazamana, ndiyo na tunaanza na kauli yake anayoitumia kufungua kitabu, ambayo inaweka sijui kama sheria za mchezo. Anasema lengo langu ni kutoficha chochote, kusema ukweli na ukweli mtupu. Hii inaahidi safari isiyo na chujio, na ni ahadi unajua anayoijaribu kuitimiza kweli. Kuanzia sentensi ya kwanza tu unapata hisia kuwa hii sio historia ile ya vitabuni. Ni ushuhuda, ushuhuda wa mtu aliyekuwa katikati ya dhoruba. Hmm. Hatuwezi kabisa kumwelewa Barwani bila kuelewa Zanzibar, na pia hatuwezi kuielewa Zanzibar ya karne ya 20 bila kumsikiliza yeye na safari yake. Yaani, inaanza kwa njia ambayo yenyewe tu ni hadithi. Yaani hapo mwanzo kabisa ndipo niliposhangaa. Anatuambia cheti chake cha kuzaliwa au tuseme uthibitisho wa kuzaliwa kwake. Ni risiti. Ni risiti. Baba yake aliandika kwenye daftari lake la matumizi ya nyumbani. Amemlipo mkunga rupia 20. Hebu fikiria, kama siyo kumbukumbu ndogo, labda tarehe yake isingejulikana. Kabisa. Na inaonyesha kitu kimoja muhimu sana, umuhimu wa kuweka kumbukumbu. Jambo ambalo yeye mwenyewe analifanya kwa kuandika kitabu hiki. Kweli. Lakini zaidi ya hapo, utambulisho wake wenyewe ni kama ramani ya Zanzibar. Katika mishipa yake, anasema anapita, damu ya Uswahili wa kabila la Matwafi, damu ya Kimakonde kutoka Lindi kwa bibi yake, na damu ya Kiarabu kutoka Oman. Mchanganyiko haswa yani. Huu sio mchanganyiko wa nasaba tu, ni kiini hasa cha kile ambacho Zanzibar ilikuwa, makutano ya tamaduni, watu na historia kutoka pande zote za Bahari ya Hindi. Na historia ya familia yake inaonekana ina uzito mkubwa sana. Anamtaja babu yake mkubwa Rumaliza. Hili jina ni maarufu sana katika historia ya kupinga ukoloni. Jina kubwa sana. Inakuwaje kukuwa ukijua una damu ya mpiganaji wa aina ile? Lazima kuna pressure fulani si ndio? Bila shaka, na kuna kisa kimoja anachosimulia ambacho kinaonyesha uh, yale maadili yaliyorithishwa. Baada ya mapambano makali na Wajerumani Rumaliza alizidiwa nguvu. Wajerumani wakamtaka Sultan wa Zanzibar amwamuru ajisalimishe, la sivyo la sivyo wataushambulia mji wa Zanzibar kwa mizinga. Sultan akampelekea ujumbe akasema, sitakulazimisha, fanya unaloona linafaa. Lakini Rumaliza, ili kuokoa maelfu ya watu, watu wasio na hatia kabisa na mji wenyewe, alichagua kujisalimisha. Hapa unaona lile wazo la kujitoa mahanga kwa ajili ya wengi, wazo ambalo linaonekana kujirudia katika maisha ya Barwani mwenyewe. Ilo wazo la utu linaonekana kuwa la msingi sana. Nimekumbuka ile hadithi ndogo lakini yenye nguvu kubwa kuhusu bibi yake Moza. Yaani ilinivutia sana. Mm, ile ya riksho. Ile ya riksho. Alikataa kata katakata kupanda riksho. Sababu yake hakuweza kuvumilia wazo la kumgeuza mwanadamu kuwa mnyama wa kubeba mizigo. Yaani hiyo ni kauli nzito sana. Nzito mno. Inahisi kama hapo ndipo tunaona mbegu za siasa zake za baadaye, msimamo usioyumba juu ya heshima na utu wa binadamu. Hapo umegusa penyewe. Hayo ndiyo maadili ghafi yaliyomjenga, kisha elimu yake rasmi inakuja kuyapa umbo na mwelekeo. Safari yake ya elimu peke yake ni mfano wa kuvuka mipaka. Ehe. Anaanza madrasa ya Qur'ani, anapita shule ya Mwalimu Henry ambaye anahakikisha kumtaja kama Mkristo wa Afrika na anafika hadi chuo kikuu cha Makere. Katika kila hatua ulimwengu wake unapanuka. Makere inaonekana ilikuwa hatua muhimu sana, alikutana na watu kutoka kila kona ya Afrika Mashariki. Je, anafafanua jinsi ule uzoefu ulimbadilisha? Anafafanua vizuri sana. Anasema pale Makere ndipo alipogundua kuwa kumbe matatizo ya Zanzibar hayakuwa ya kipekee. Alisikiliza hadithi za Waganda, wa Kenya, wa Tanganyika, akagundua wote wako kwenye mashua moja kabisa. Akatambua wote walikuwa wakikabiliana na adui yule yule, ukoloni na siasa zake za kuwagawa watu ilimtoa kwenye fikra za kisiwani na kumpa mtazamo wa kikanda. Sawa, na jambo la pili lililomkomaza, ambalo wengi hawalitilii maanani, ni kazi yake akiwa afisa wa kilimo wakati wa vita vya pili vya dunia. Alitembea kila kijiji cha Unguja na Pemba. Hakuwa na kaofisini alikuwa anasoma ripoti ofisini, alikuwa anazungumza na wakulima, anakula nao, anajua shida zao. Hii ilimpa uelewa wa kina wa watu wa kawaida ambao ndio uliokuwa msingi wa siasa zake. Sawa, sasa hapa ndipo mambo yanapopata moto. Hizi mbegu zote za malezi na elimu zinaanza kuzaa matunda katika uwanja wa siasa. Wazo lake kuu lilikuwa utaifa wa Kizanzibari. Hili neno linaweza kusikika kama kauli mbiu tu, lakini kwake lilikuwa na maana nzito sana. Lilikuwa linajaribu kutatua nini hasa? Lilikuwa linajaribu kubomoa mfumo mzima wa kikoloni. Mfumo wa Waingereza uliitwa communal representation uwakilishi wa kijamii, yaani bungeni kulikuwa na viti vya Waarabu, viti vya Waafrika, viti vya Wahindi, kila mtu na kikundi chake, kila mtu na kikundi chake. Mfumo huu ulifanya nini? Uliwalazimisha watu kufikiri na kutenda kama kabila au rangi yao kwanza na kama wazanzibari baadaye. Ilikuwa ni siasa ya wagawe watawale katika ubora wake. Kwa hiyo wazo la Barwani la mzanzibari mmoja lilikuwa shambulio la moja kwa moja dhidi ya mfumo huo. Alikuwa anasema tuache kujitambulisha kwa asili zetu finyu, tujitambulishe kwa nchi yetu moja. Sawa, hii inaonekana kuwa na mantiki, lakini kwa vitendo ilikuwa ngumu kiasi gani? Kuwashawishi watu wachane na utambulisho ambao walikuwa wameuzoea kwa miongo, hilo ndilo lilikuwa changamoto lake kubwa. Halikuwa tu changamoto la kisiasa, bali la kisaikolojia ilikuwa ni kuwaambia watu waone mustakabali wao wa pamoja ni muhimu zaidi kuliko historia yao iliyotenganishwa. Na wapinzani wake walitumia hiyo hofu kabisa, wakisaidiwa na mfumo wa kikoloni walitumia hofu hiyo. Ndio maana anarudia tena na tena kupinga vikali madai kwamba chama chake Zanzibar Nationalist Party ZNP kilikuwa chama cha Waarabu. Ndio hilo analikazia sana. Anasema ZNP ilianzishwa na Waafrika, hasa Washirazi na watu wenye asili ya bara. Anasisitiza ajenda haikuwa ya kirangi bali ya kitaifa, kupigania uhuru wa Zanzibar kwa wazanzibari wote. Inaonekana alikuwa anapambana na propaganda kali sana, propaganda yenye lengo la kuwatenganisha kabisa, na yeye anajaribu kuwakumbusha historia ya kina zaidi anazungumzia kwa uchungu jinsi himaya ya Oman na Zanzibar ilivyogawanywa baada ya kifo cha Seyed Saidi. Uasi wa mtoto wake mmoja Majid dhidi ya kaka yake Thuwein ulisababisha mgawanyiko. Na yeye analionaje hilo? Barunania analiona hili kama uhaini wa kihistoria uliodhoofisha ukanda mzima na kufungua mlango kwa wakoloni kuingia kirahisi. Kwake yeye, siasa za mgawanyiko daima huzaa maafa. Lakini kabla ya hayo maafa anachora picha ya Zanzibar iliyokuwa na maelewano ya ajabu. Anasimulia jinsi Waislamu walivyoshiriki kwenye Krismas, Wakristo kwenye Maulidi, kwa imepata njia ya kuishi pamoja kwa amani. Ni picha anayoichora na ni uzoefu wake halisi, lakini pia ni muhimu kuelewa kuwa hiyo ndiyo hoja inayojenga msingi wa siasa zake, kwamba maelewano yalikuwa ya asili na migogoro ililetwa kutoka nje. Kwa malengo ya kisiasa. Kwa malengo ya kisiasa. Ingawa anatoa mifano yenye nguvu, ni lazima tukumbuke ni mtazamo wa mtu kutoka tabaka fulani la kijamii. Yeye hakani mivutano haikuwepo, lakini hoja yake ni kuwa ilitumiwa na wanasiasa kuwasha moto. Na moto huo unawaka kweli katika mapinduzi ya 1964. Hapa sauti yake katika kitabu inabadilika kabisa, inakuwa nzito, yenye maumivu makali. Hayaelezei kama mabadiliko ya kisiasa tu, hata kidogo. Anayaelezea kama janga la kitaifa. Anazungumzia mauaji ya maelfu ya watu wasio na hatia, ubakaji, uporaji wa mali, watu kufungwa bila kesi. Lugha anayotumia ni ya mtu aliyepoteza kila kitu, sio tu mali, sio tu mali yake, bali nchi yake kama alivyoijua. Ananukuu kauli ya rafiki yake Dr Mustafa Mohen, kauli iliyotolewa London. Yani hii ilinishtua sana hmm. Alilinganisha mapinduzi ya Zanzibar na majanga mengine matatu makubwa katika historia ya Uislamu: kufukuzwa kwa Waislamu Hispania, kuanguka kwa dola ya Ottoman na kuanguka kwa utawala wa Mughal India. Hiyo ni kauli yenye uzito wa mawe. Uzito wake ni mkubwa kwa sababu inaweka tukio la Zanzibar kwenye jukwaa la historia ya dunia, inaondoa wazo kwamba yalikuwa ni mapinduzi ya ndani tu. Kwao ilikuwa ni tukio lililovunja ustaarabu Mm. Barwani anasema wazi wazi, serikali yao halali ilipinduliwa na wavamizi, na baada ya hapo Zanzibar ilifutwa kutoka kwenye ramani ya dunia kama nchi huru. Analalamikia sana suala la kutaifisha mali mia, mali iliyoporwa ni dhambi, na dhambi hiyo itawatafuna waliofaidika nayo. Kwake mapinduzi yalikuwa anguko la kiuchumi, kijamii, na muhimu zaidi, anguko la kimaadili na baada ya anguko hilo, maisha yake yanachukua sura mpya kabisa, anatupwa jela zaidi ya miaka kumi. Ndio, ndiyo, lakini badala ya kumvunja, inaonekana kipindi hiki kilimuimarisha zaidi kiitikadi, kama moto unaoimarisha chuma kabisa. Gerezani, kwa njia isiyotarajiwa ulimwengu wake ulizidi kupanuka, alikutana na watu ambao nje asingekutana nao anatoa mfano wa kuvutia sana wa wakulima Wahehe kutoka Ismani ilina e. watu hawa walifungwa, kwa nini? Walikuwa wamefungwa kwa kupinga siasa za ujamaa na kulazimishwa kuingia kwenye vijiji vya ujamaa. hapo sasa, hapo ndipo unapogundua jinsi anavyofikiri. Mzanzibari anaitwa Mwarabu, msomi anajikuta jela na wakulima Wahehe kutoka bara. Watu wengi wangeona tofauti tu, yeye aliona nini? Aliona undugu, aliona mshikamano. Anasema aligundua kuwa wote walikuwa wahanga wa mfumo mmoja wa kimabavu uliokuwa unawanyima haki zao za msingi. Kumbe jela ilimthibitishia nadharia yake kwamba mapambano dhidi ya dhuluma hayana kabila wala rangi wala dini. Ni mapambano ya kibinadamu. Hili lilimpa nguvu ya kusimama imara, na msimamo wake ulikuwa kweli hauyumbi. Ile hadithi ya kasisi aliyekuja gerezani kuwahubiria wafungwa subira ni ya ajabu. Jibu lake lilikuwa jigu na barawani lilikuwa kali na la moja kwa moja. Alimwambia, afadhali mhubiri rehema na haki kwa mzalimu badala ya kuhubiri subira kwa wahanga wa dhuluma. Yaani, sentensi moja inayofupisha falsafa yake yote. Haki haisubiriwi inadaiwa. Ni kauli inayoonyesha kuto kukubali kushindwa. Anasimulia pia jinsi walivyopanga kutoroka gerezani mara kadhaa. Mipango ilikuwa ya kijasusi kabisa, lakini haikufanikiwa. Lakini hata kushindwa kwa mipango hiyo kunaonyesha roho yake, inaonyesha roho ya kuto kukata tamaa. Hata akiwa amefungwa bado alikuwa anapambana, na hata akiwa anasimulia masaibu yake bado anapata wasaa wa kuchambua mawazo makubwa, anahoja nzito sana kuhusu Secular, au secularism. Mm -hmm. Kwa kifupi, anasema nchi za magharibi zinahubiri injili ya kutenganisha dini na dola kwa nchi za Kiislamu, lakini kwa wao wenyewe mambo ni tofauti. Hapo anakuwa mchambuzi haswa. Hoja yake ni kuwa kuna unafiki. Anatoa mfano wa Uingereza ambapo malkia ndiye mkuu wa kanisa la Anglikana na maaskofu wanakaa bungeni katika House of Lords au Ujerumani ambapo serikali inakusanya kodi kwa niaba ya makanisa. Anahoji, kama kwao kanisa na dola vimeungana kiasi hiki, kwa nini sisi tukiunganisha Uislamu na siasa zetu inaonekana ni hatari? Yaani, anahoji ile simulizi ku..., anahoji simulizi, narrative inayotoka magharibi, na anarudi tena kwenye ile hoja ya ZNP, akipinga kwa nguvu zote kuwa kilikuwa chama cha Waarabu. Anasema idadi kubwa ya wanachama walikuwa Washirazi hasa Pemba. Halafu anazungumzia uhusiano wake na watu muhimu. Anagusa uhusiano wake na Julius Nyerere ambao ulianza kama urafiki. Nio, anasema walikuwa marafiki kabla ya uhuru, lakini baada ya mapinduzi na hasa baada ya muungano, mtazamo wake unabadilika kabisa. Anamuona Nyerere kama maharibifu wa taasisi za jadi na mtu aliyesimamia kile anachokiita uvamizi, uvamizi uliopoteza uhuru wa Zanzibar na utambulisho wake. Ni maoni makali, lakini yanatokana na maumivu ya mtu anayeamini nchi yake ilimezwa. Na kinyume na Nyerere, anazungumzia uhusiano wake na rais wa Misri, Gamal Abdel Nasser, kwa furaha na fahari. Hii inaonyesha Zanzibar aliyokuwa akitamani. Kabisa anasimulia jinsi alivyoenda Misri na kwa ushawishi wake akafanikiwa kupata fursa nyingi za masomo scholarships, kwa ajili ya vijana wa kizanzibari bila kujali chama chao, bila kujali chama chao. Aliona elimu ndio ufunguo. Kisha anasema kwa masikitiko makubwa kwamba baada ya mapinduzi serikali mpya ilifuta fursa zote hizo. Hapo unaona hasara halisi, vijana waliopoteza fursa ya kusoma kwa sababu ya siasa. Ndio hivyo sasa, tukijaribu kuunganisha haya yote, tunapata picha gani mwishowe? Kwa sababu kitabu hiki si malalamiko tu, ni ushuhuda wa kina sana. Picha tunayoipata ni ya maisha ya mtu mmoja ambayo yamekuwa kama kioo cha historia ya taifa zima. Kuanzia kuzaliwa kwake kulikuandikwa kwenye daftari la matumizi, utambulisho wake mchanganyiko, ndoto zake za nchi moja iliyoungana, hadi kuvunjika kwa ndoto hizo na miaka ya gereza, kila hatua ya maisha yake inaakisi misukosuko ya Zanzibar. Ni hadithi kuhusu utambulisho, gharama ya uhuru maumivu ya mapinduzi na nguvu ya ajabu ya mtu kusimama kwa anachokiamini hata kama atabaki peke yake. Kwa kweli, ni simulizi linalounganisha safari ya mtu mmoja na safari ya nchi nzima. Na anahitimisha kitabu chake kwa wito, wito ambao tungependa kukuachia wewe msikilizaji utafakari. Wito wake ni huu: anasisitiza umuhimu wa Wazanzibari kuandika historia yao wenyewe. Anasema kwa muda mrefu sana historia yao imeandikwa na wengine, kwanza na wakoloni, halafu na washindi wa baada ya mapinduzi, kila mmoja na maslahi yake, kila mmoja na mtazamo na maslahi yake. Anasema ni wakati wa sauti za wazanzibari wenyewe kusikika. Hivyo tunakuachia wazo hili la mwisho. Je, Historia ya jamii yako, nchi yako au hata familia yako imeandikwa na nani? Na ni sauti zipi zimeachwa nje kimya kimya kwenye kurasa za simulizi hizo rasmi?